Ikiwa umewahi kulazimika kutoa habari mbaya kwa mtu, labda ulitumia muda mwingi wa wasiwasi ukijaribu kuamua jinsi ya kufanya hivyo na wakati wa kutoa habari hizo, labda jinsi ya kwanza uwe mazungumzo yako. Fikiria jinsi ingekuwa vigumu kutumia sehemu kubwa ya maisha yako ukiwapa watu habari mbaya. Naam, unajua, kwa namna fulani huo ulikuwa maisha na huduma ya nabii Ezekieli na sasa tuko katika sura ya ishirini na mbili na yuko karibu kutoa habari mbaya zaidi kwa watu waliohamishwa kuhusu oh, hukumu ya Mungu inayokuja ya Yuda na mji wake mkuu Yerusalemu. Naam, sura inaanza na Mungu akimwambia Ezekieli hapa katika mstari wa pili: Je, utaihukumu mji wa damu? Basi tangaza kwake machukizo yake yote kwa maneno mengine Ezekieli anaitwa hapa kutenda kama wakili wa mashtaka au hakimu kuleta mashtaka dhidi ya Yerusalemu, ambayo hapa inawakilisha kwa uwazi Yuda yote. Sura ya ishirini ilikuwa ni ushahidi uliowasilishwa mahakamani, ikionyesha kwa undani historia ndefu tuliyopitia haraka ya uasi wa Israeli dhidi ya Mungu, lakini sasa ni dhambi za kizazi hiki cha sasa zinazowasilishwa kama ushahidi Na habari mbaya ni, kama walivyoshtakiwa sasa, kuna orodha ndefu ya dhambi zinazowasilishwa hapa katika mistari ya tatu hadi kumi na mbili na zinazoongoza orodha hiyo ni umwagaji damu na ibada ya sanamu. Sasa kwa sababu ya dhambi hizi mbili hasa, Bwana sasa anasema katika mstari wa nne wakati uliowekwa wa miaka yenu umefika. Nimewafanya kuwa aibu kwa mataifa na dhihaka. Mwanafunzi mmoja wa Biblia aliandika, badala ya kumpenda Mungu waligeukia ibada ya sanamu na upendo wao kwa waisraeli wenzao ulikuwa umebadilishwa na usaliti. Vizuri sana, wanasiasa na viongozi wa kidini kwa kweli wameongoza njia. Wana hatia ya kuwaua watu wasio na hatia, kuwatendea wazazi kwa chuki, kutumia vibaya yatima na wajane, wamefanya ibada ya sanamu na udanganyifu wa kifedha na uzinzi na orodha inaendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Lakini haijalishi jinsi dhambi hizo ni mbaya, sikiliza, hii ndiyo kubwa zaidi. Bwana anawaambia hapa katika mstari wa kumi na mbili, lakini mimi mmenisahau. Naam, ushahidi wote huu ni mwingi. Hukumu ni hatia na adhabu sasa inatangazwa hapa katika mstari wa kumi na tano, nitawatawanya kati ya mataifa. Mstari wa ishirini na moja unaelezea hukumu hii kwa kishairi: nitawakusanya na kuwavuvia kwa moto wa ghadhabu yangu na mtayeyuka katikati yake. Sikiliza wapendwa, Mungu si tu Mungu wa ukombozi, yeye pia ni Mungu wa haki, na ngoja nikwambie, hadi leo dunia haitaki kusikia habari hizi mbaya. A, dunia a, bado inachagua kutenda dhambi. Dunia bado inafuata orodha ile ile: ibada ya sanamu, washerati, udanganyifu, rushwa, ukatili, tamaa, tamaa mbaya, na kuendelea na kuendelea. Na hapa kuna jambo kubwa: dunia imemsahau Mungu. Wakati wowote wa mtu au taifa linasahau kuhusu Mungu, vizuizi vinaondolewa, vimeondoka, na kila kitu kinaruhusiwa. Lakini matokeo yatabaki kuwa yaleyale yale. Yatajiangamiza yenyewe, taifa litajiangamiza lenyewe. Sasa, katika unabii wa pili, Bwana anasema hapa katika mstari wa kumi na nane, nyumba ya Israeli imekuwa takataka kwangu. Sasa hapa Bwana anaonyesha tanuru ambalo madini huwekwa kwa ajili ya kusafishwa, na watu wa Israeli ni kama takataka hii isiyo na dhamani, uchafu unaoelea juu na kisha kuondolewa. Lakini katika kesi hii takataka zitarudishwa tena kwenye moto. Sasa kwa hayo tunafika Ezekieli sura ya 23, na tunakuta sura nzima ni mfano unaoonyesha uzinzi wa kisiasa wa Yuda. Watu wa Mungu wamekuwa wakitafuta ulinzi kutoka kwa mataifa ya kipagani badala ya Bwana. Hii ni hii ni u uh, ukosefu wa uaminifu wa kiroho sasa anaelezea kwa kututambulisha kwa dada wawili, Ohola na Oholiba. Ohola anawakilisha mji wa Samaria, ambao ni mji mkuu wa Israeli, na huo umeshatekwa na Ashuru kwa muda mrefu. Oholiba anawakilisha Yerusalemu, mji mkuu wa Yuda. Sasa hawa hawa dada wawili wanaonyeshwa hapa kama wanawake ambao kwa shauku huu, wanajitolea wa ukahaba Ohola alitamani wa Ashuru na aya ya saba inasema alijichafua, na sanamu zote za kila mmoja ambaye alitamani. Kama matokeo, aya ya kumi inatuambia kwamba alikabidhiwa kwa hawa wapenzi wa Ashuru ambao kimsingi walimaliza kumua. Sasa ingawa Oholiba, kumbuka, huyo ni Yerusalemu na Yuda, ingawa aliona kilichomtokea dada yake anaendelea kujihusisha na ukahaba na mataifa haya ya kipagani pia, na anakaribisha desturi zao za sanamu akirudisha yote Yerusalemu. Na Bwana anasema hapa katika aya ya 22, nitawachochea wapenzi wako dhidi yako ambao uliwageukia kwa chuki, na nitawaleta dhidi yako. Chini katika aya ya 35, Bwana anasema kwake, kwa sababu umenisahau wewe mwenyewe lazima ubebe matokeo ya uasherati wako na ukahaba wako. Kisha tena katika aya ya 49 anasema utachukua adhabu kwa ajili ya ibada yako ya sanamu ya dhambi, na utajua kwamba mimi ni Bwana Mungu. Sasa hiyo kwa kweli ni habari njema. Kwa maneno mengine, Mungu anasema utagundua, siku moja, sikuondoka popote. Wewe uliniacha, lakini bado niko hapa Unaweza kunisahau, Mungu anasema, lakini huwezi kunifuta. Sasa basi hapa katika sura ya ishirini na nne hukumu inafika. Aya ya kwanza inatoa tarehe kamili ambayo neno la Bwana linamjia Ezekieli: katika mwaka wa tisa katika mwezi wa kumi siku ya kumi ya mwezi, neno la Bwana likanijia: mwana wa Adamu, andika jina la siku hii, siku hii hasa. Sasa basi kwenye kalenda yetu leo hii ingekuwa Januari 588. Na, na katika siku hii hasa mfalme wa Babeli alikuja dhidi ya Yerusalemu. Sasa anaielezea hapa kwa kishairi kama sufuria ya maji inayochemka yenye vipande vya nyama ndani yake. Sufuria au chungu kinawakilisha Yerusalemu na kinaelezewa hapa kama kilichochakaa na, na butu. Vipande vya nyama vinawakilisha watu wanaochukuliwa, kutoka kwenye sufuria mmoja baada ya mwingine. Hii inaashiria kwamba wataondolewa kutoka mjini, na kisha sufuria inapokuwa tupu kabisa, tunaambiwa hapa kwamba inachomwa moto. Hii inaonyesha kuchomwa kwa Yerusalemu ambayo inateketezwa kabisa na moto. Fikiria kwa njia tu tu, fikiria jinsi habari hii mbaya ilivyokuwa mbaya kwa watu wa Yuda, na wale waliohamishwa ambao wanatumaini kwamba mji utaokoka. Wakati Bwana anapotoa wa ujumbe huu hapa katika mstari wa kumi na nne anaweka wazi, iwapo kuna shaka yoyote: nitalifanya, sitarudi nyuma, sitawahurumia, sitalegeza. Kulingana na njia zenu na matendo yenu mtahukumiwa. Ni wazi kwamba hii ni hii ni habari mbaya mbaya sana, ya kusikitisha na ya kutisha. Sasa baada ya kutoa unabii huu kupitia Ezekieli, Bwana sasa ana kazi ngumu sana kwa nabii wake. Bwana anamwambia Ezekieli hapa katika mstari wa kumi na sita, niko karibu kuchukua furaha ya macho yako kutoka kwako. Kwa maneno mengine, mke wa Ezekieli yuko karibu kufa. Sasa eh, hatujui kama amekuwa mgonjwa kwa muda au kama hii itakuwa kitu cha ghafla. Lakini hapa kuna kazi ngumu kutoka kwa Bwana. Anamwambia Ezekieli kwamba asihuzunike au kuomboleza waziwazi kifo chake. Kweli, mke wa Ezekieli anafariki usiku huo huo, na wakati watu waliohamishwa wanapouliza kuhusu majibu ya ajabu ya Ezekieli: hakuna machozi, hakuna huzuni. Ezekieli anawaeleza hapa katika mstari wa ishirini na moja hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu, tazama, nitatia unajisi patakatifu pangu kipenzi cha macho yenu na wana wenu na binti zenu mliowaacha nyuma, yani huko Yerusalemu, wataanguka kwa upanga. Na nini mtafanya kama nilivyofanya? Mstari wa ishirini na tatu hamtaomboleza au kulia. Vema, kama vile tu Ezekieli alivyohuzunishwa na kifo cha mke wake e eh, mateka huko Yerusalemu hawa waliohamishwa watasikitishwa na uharibifu wa Yerusalemu na na mauaji ya watoto wao yanayofuata, lakini watakuwa eh wamelemewa sana na hili, watalemewa, watagundua ukweli kwamba hukumu hii dhidi yao ilikuwa inastahili. Unajua, sura hizi kwa kweli zimejaa na habari mbaya na na habari mbaya zaidi lakini, sura hizi pia zinatukumbusha kwamba Mungu ni mtakatifu. Mungu hatimaye atahukumu dhambi na kwa njia, hapa kuna swali tunalohitaji kujibu: una nafasi gani unapokabiliana na Mungu mtakatifu? Kweli nataka kukuambia, una nafasi yoyote isipokuwa umepata wokovu katika mwana wa Mungu ambaye tayari alichukua hukumu yote ya dhambi zetu kwenye mwili wake. Pale msalabani alikufa kwa ajili yako, alilipa kwa ajili ya dhambi zako, ili uweze kuepushwa na hukumu ya milele kutoka kwa Mungu. Ndiyo sababu tutalisifu jina lake siku moja milele kweli. Kwa hayo tumefikia mwisho wa unabii wa Ezekieli kuhusu hukumu ya Mungu juu ya Yerusalemu na Yuda na sasa kitabu hiki kitabadilika katika sura inayofuata, na hiyo itakuwa wakati ujao katika safari yetu ya hekima. Lakini hadi wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.